Aabawanam, tuko na kikao maalum na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya kuweza kuzungumza pamoja naye kuhusiana na maswala mbalimbali ambayo yanahusu taifa la Kenya eh, kuangazia hayo kwa mengi Mheshimiwa, mm, anatembea kwanza, tuweze kutueleza. Kwa ufupi hii ni Coco FM, mm, na tunataka kujua kwanza, amekuwa hapo katika kikao cha siku mbili. Je, mm, warsha yale jana na leo, kiini hasa ilikuwa ni nini? Eh, kwanza kabisa na washukuru kwa kunipa hii, hii fursa ya, ya hii mazungumzo mm. Ah, magavana ah, mara kwa mara tunatafuta fursa ile kwenda kufanya, kufanya retreat. Yeah. Ah, kuna ile masuala Uh, muhimu ambayo labda kama sio nje kule Nairobi amwezi kujadili kwa undani. So tunatoka tunakuja wote sehemu kama hii, um, kufanya bonding pia na kujadili haya masuala uh, kwa mfano, tumekuwa na masuala ile ya mambo ya bajeti uh, zile promises ambazo serikali ilipeana kwamba atatuongeza fedha kwa kaunti zinapata paka saizi ya haijatekelezwa na pia unaona ile ile ile monthly disbursements ya fedha pia inachelewa. Uh, so unapata ile fedha ambazo tungepata mwezi wa Januari mpaka sasa mwezi wa pili ndio huo azijapatikana, so na pesa sikijelewa, pia unapata kuna masuala mengi pia kule kwenye accounts ambayo hayatafanyika vizuri, unapata wana kandarasi walipwi. Uh, mishahara pia inachelewa. Uh, mara nyingi watu hawajoelewa kwamba hatujapata fedha so tukija hapa tunajadili masuala kama hayo na tujua vile tuta engage na national government kuhakikisha kwamba fedha kama hizo zina, zinakuja. Na jenda pia tunajadili masuala ya uh, staff welfare, wale wa COG na pia wale wetu ambao akule mashinani mambo, mm, mambo ya pension uh, mambo ya promotions mambo ya wage bill na mambo kama, kama hayo tunafanya katika mazingara ambayo yako a bit relaxed. So hilo ndio lengo kubwa ambayo tulikuwa huu Kumekuwa na wasiwasi na, wasi, na vitisho na mm, kauli mmeweza kuzitoa kama magavana kupitia mwenyekiti wenu Bwana mm, eh, Ahmed mm, akisema kwamba eh, maseneta amekuwa wakiweza kuwarushia cheche kuwadhalilisha katika mm, vikao mm, ya kamati ya seneti hususani katika kamati ya PAC mm, kimtizamo wako ni vipi katika swala hili na je, ushawahi pata vitisho kama hivi sisi kama magavana hatukatae kwenda mbele ya, ya senate uh, ama, ama mbele ya bunge maana tunajua kwamba uh, bunge liko na majukumu matatu tu. Ile inaitwa legislation, naunda sheria. Ile inaitwa representation yani kuwakilisha watu kwenye, kwenye, kwenye bunge yeah, na jambo la tatu ni oversight, kuangalia vile fedha za umma zinatumika kivipi uh, na kuna magavana pia ambao wamekuwa kwenye bunge la kitaifa na pia ambao wamekuwa maseneta na wanaelewa hiyo mambo, na magavana ni watu ambao wanaelewa sheria vizuri sana. Hatuwezi kuwa watu wajinga eti tuseme kwamba rutaenda mbele ya mbele ya seneti, na kwenda mbele ya seneti yamenisha kwamba ati wale senators sasa wamekuwa ni wakubwa wa magavana. Bado wengine wanafikiria hiyo, ndio imekuwa challenge kubwa uh, ile mambo ya harassment, alafu uh, magavana wakienda pale wanapata wengine wanaitishwa wanaitishwa pesa. Uh, usipotoa fedha zile ambazo wanataka unapata, kama kile kikao kinaahirishwa, unapewa siku nyingine. Uh, kuna kama zingine ambazo wanaita governor kuja kujadili swala moja, baada ya wiki moja wanaitwa tena, baada ya wiki nyingine wanaitwa tena. Maswala mengi ambayo tunaweza tu kuandika report, wanaitisha wanaitisha fedha. Uh, sisi tumesema kwamba ule ushahidi ambao tuko na mimi, naomba Maseneta wasipike kelele sana. Maana wale ambao si tuna target ni wale ambao wanaitisha fedha. Tuseme kwamba seneti yote iko na wale. Wale ambao tumepitia kwa mikono yao na tukwenda kwamba yale mambo ambayo wanafanya sio mazuri. Sio maseneta wote. Na ni kamati ambayo tunaangalia kamati moja tu. Ile inaitwa PAC, Public Accounts Committee ya ya seneti. Na hiyo kamati pia sio watu wote. Unapata labda ni watu wanne tu ndio wako na wewe binafsi. Unajua si magavana wamesema, mimi ni gavana. Yeah. Eh, unajua wanaisha fedha nyingi. uh -huh. Kila mtu kuna kiwango ambacho anaitishwa na si, wengine wamesema milioni tano, mwingine, wengine milioni ishirini na tano, wengine wengine, kama wakosa, wanaambiwa waleta Mijikenda, leta Mijikenda, unajua ni tisa ama ngapi? In wanatumia kimafumbo, wanaitisha milioni mbili, milioni tatu, milioni tano. Uh, uh, wanaitisha wanaitisha <laughs> tulifika hapo. Ukiona tunafika mahali ya, ku, ya kulalamika kabisa publicly ina maana kwamba mambo sio mazuri. Ile jambo ambayo tunataka ku avoid ni kuwa na cheche za maneno, tunasema na wanasema unasema na wanasema ni posa. Sisi kama sio jitu tumeandikia uh, speaker wa Senate ambaye ni king king, sio atumwambia uh, kwamba tunataka kikao kikao ambacho tutakaa chini bila kuongea maneno walitoa ngapi na au lipatia nani tutakuwa kikao ambao itakuwa faragani na hiyo ushahidi tutampatia kwamba huu ndio ushahidi. Yeye akisema kwamba ni bora kwamba uhusiano ukuwe namna hiyo na sisi kama, kama magavana tumekataa, tumesema hapana. Maana kwa mfano mtu akwambia leta shilingi milioni tano. Hizo fedha utaenda kutoa wapi? Utaenda kuuza ng'ombe yako ama utaenda kuuza mahindi yako ama utakuja kufanya uvuvi hapo hapa tafadhali. Bada nyingi unatafuta kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kaunti kwenyewe. Sasa mali umetoa hapo, wakati auditors wanakuja watapata kuna pengo hapo inakuwa ni audit query ambayo inaenda pale kule kwa Senate. Ukifika pale hata kabla ujibu, fedha zitoka wapi? umechota mali, pengine tena umewapelekea, so, napata audit query zitawahi kukusha kwenye kaunti. Sisi tunasema sasa tena tumechonga, waje waje tukue tu viongozi tu. Kama kuna issue, unaniita kwa heshima, ninakuja kuna mali pa kukusubiri, na subiri pale, within 30 minutes nimeingia pale, unasema issue ndio hii na hii, na tunakuwa tunakuwa tunajirestrict kwa ile maswala ambayo yuko kwenye audit report. Maana mara nyingi ama mambo anaona watu wanaenda kule na ile watu wanapenda kuongea juu yake mara nyingi hata yeye kwenye audit report, unaenda una prepare report yako, wanataka kukuuliza maswala ambayo haiko ndani ya ndani ya report. Kwa sababu kisa na maana wanataka kukufix, kukuaibisha, kufedhehesha, kukudhalilisha. Sasa in case pengine speaker aseme kwamba wanataka kujua majina ya wale masenata ambao nyinyi mko na tashushi nao. Mko na majina yao? Sasa tuko na majina yao, ile ile ile resolution ambayo tuliandika jana nikakuwa na saini na magavana askaribu arobaini na kitu iko na hayo majina. Lakini wakina nani hao? Hapana, si yeye mwenyewe atajua kama ata release ama ata release. Okay. Yeah, lakini majina, tuliandika majina yako pale, na sio members wote wale tisa, ah tumeweka kwenye hiyo hiyo resolution yetu, maana wale ambao wanasumbua tunawajua. okay. Na speaker kufikia leo jioni atakuwa na hiyo report na atajua ni kina nani tunaongea juu yake. Okay. Lakini unajua kama kama kama senate yote anapika kelele M -m ile, ile conclusion ambayo sasa tutafanya, tutasema kwamba labda sio wa nne pekee yake au nne labda wanatumiwa na wengine kwamba chukua pesa mkatulete, maana yule hata pia kila namna gani akisema hajachukua na yeye ajue yuko kwenye hiyo kamati, so tunataka tu focus, kupigana na, yu yu, so, na ufisadi lazima kwamba, kwamba Okay, mmehitaji zaidi ya bilioni mia tano na ili mm. kuweza kuongezewa mm. shia yenu mm. kutoka bilioni 450 mm. ahasanafanya mradi wa maendeleo. Hizi mm. pesa mnazitisha mm. zile mlizonazo mmezifanyia kazi, haijafika hata huko ule mwaka ambao, huko saii tunaendelea nao, zile fedha ambazo tulipewa ilikuwa bilioni mia nne na kumi na tano 415 billion. Out of the budget ya karibu 3 trillion. Mimi mimi huwa nashangaa wakati mwingi, wakati naona watu sana, wanafoka sana kwa counties maana kwenye budget ya Kenya zile fedha ambayo zinakuja kwa county ni asilimia kumi na tano. Kaunti zote 47 zinagawana asilimia kumi na tano divide by 47, hiyo ndio fedha ambayo inakuja kwenye county. ile 5% inabaki kwa national government. Sasa hizi ukipata 415 ni ile tu katiba inasema at least 15% of national revenue, 15% wanatupatia ile ambayo ina meet threshold peke yake. So hizo fedha ambazo najaribu kwamba ni kwamba tunaangalia vile vile hali ya uchumi imeenda na vile revenue zimeongezeka na vile revenue imeongezeka kwa tunagawa equitably, nataka tuongeza fedha ngapi? Tumesema nataka bilioni 540. Bunge, hmm, wanataka kuongeza shilingi bilioni tano peke yake yeah? CRA ile commission ambayo inashughulikia masuala ya kugawanya revenue kati ya national government na county government wamesema tupewe, uh, bilioni mia nne uh, hamsini. So, naona bado kuna ile, ile mazungumzo na kila mwaka kabla kaunti zipewe fedha inakuwa ii maneno mengi kugombana kupelekana kotini yeah? Na hata wale wabunge ambao wana, wana, wana, wanafanya mambo ya yaa nafanya kazinairobi nyumbani, ile fedha ukiaa sikuja nyumbani utakuja kufanya kufa, maswala ya maendeleo itajega barabara tawektakuwa na maji You know, miundo misingi itakuwa pale. Hata mwenyewe kistaafu unakuja kwenye kaunti ambayo iko na maendeleo, so kuna ile mvutano tu ikifedha fedha tu tawe tawe kwa, kwa kibalu, namaanisha tu kukataa. Ni kama no, unakataa nini ama hapana? Tunakataa kwanza, tunakataa ile inaitwa status quo. Uh, tukiangalia vile masuala ya kitaifa ya taifa la Kenya yapo na vile wananchi wanaumia, tunasema hapana, hali si hali. Kwa hivyo tunasema hapana, hatuwezi endelea namna hiyo. Tunakataa, tunakataa mambo ya ufisadi, tunakataa mambo ya ukabila, tunakataa mambo ya mapendeleo, tunakataa mambo ya kunyanyasa watu, tunakataa mambo ya kuajiri watu kwa mapendeleo, tunakataa mambo ya kupenda sehemu zingine a pesa nyingi kuliko sehemu zingine. Hata hapa kwa hapa pwani kuna umaskini mwingi sana. Ukiangalia the level of poverty hapa iko juu. Lakini ukitembea hapo kuna majumba makubwa makubwa makubwa makubwa, hii majumba ya locals wanaona ni za majumba. Siapo wanaangalia tu kama kwa CCTV. Sasa hiyo tawe ni kukataa haya masuala yote ambayo yanamkandamiza mwananchi wa kawaida, maana tunajua kwamba mtu akipewa nafasi kila mtu atainuka. Taifa la Kenya litainuka na sisi wote tutafanya nini? Sisi wote tutainuka. Ulipoanza tawe tuliona kwamba ulifinywa kidogo, ukaanza kulalamika usalama wako, askari kupunguza, kurudishiwa. Askari walirejeshwa, kuchukuliwa kwa askari of course ilikuwa ni masuala ile ya by-elections ile ambayo zilikuwa kule Malava kule, kule, kule Kakamega, yeah. Uh, maana walikuwa wanataka kuiba hiyo hiyo uchaguzi ambao waliiba ya anyway, wali walihakikisha kwamba siku ya kura mimi nisiwe huko. So kanyanganya askari na wakani block barabara kule singeweza ku, uh, kuenda. Na unajua ukweli una, uh, unachoma. Maana wakati watu wanaumia sana katika ile kuumia kuna wale ambao wanafaidika. Hata watu wakifa, yule mtu ambaye anatengeneza majeneza anashukuru Mungu kwamba biashara yangu imenoga kweli kweli. So hata kwa sasa wakati watu wanaumia sana kuna wale ambao wanaenjoy ile mambo iko namna hiyo. So ngiwaambia pana sisi mambo bila tunataka tuyabadilishe, hao watafurahi kweli? Hapana, hawezi furahi. Maana ile mali ambayo wanachukua nyingi, sasa unataka igawanywe kwa watu wengine. Sasa ile ambayo kwa mbayka na ile nyingi itapungua kidogo, ili wengine pia wapate. Wewe so, uamini uongozi wa serikali hata kidogo? Kwa nini hata kidogo? Kama mimi nimesema hapo, anajua serikali ikipewa jukumu, kwa mfano ukichagua rais, baada ya uchaguzi wala ambao wameshinda na ambao wameshindwa, wote wanakuwa na rais mmoja. Yeah. Wewe ukwenda kusema kwamba sehemu hii walinipigia kura ama sehemu hii hakunipigia kura. Ama sehemu kwa sababu walinipigia kura, wale viongozi wa pale lazima wa defect kuja upande wangu ndio wapate maendeleo. Kwa katiba imeandikwa wapi? Mm. Katiba inakubali kuwa na upande wa serikali na upande wa upinzani. Hiyo ndio serikali. Lakini kama serikali inakuwa uncomfortable na upinzani, then kuna, kuna matatizo hapo. So, hawaja soma katiba vizuri. Of course Ruto na serikali yake sisi tunapinga na tunapinga serikali kwa upinzani, na ndipo sasa naona lazima watu wapai kupinga. Kuna wale viongozi ambao walichaguliwa na azimio ile ilikuwa inaongozwa na Raila ambao pia waliingia kwenye serikali nao, assuming kila mtu ameingia kwa serikali, haya masuala ambayo tunaongea, mambo ya SHA, mambo ya CBC, nani angekuwa anaongea? Tungekuwa pale ndani tunakula na vile mama mama mama zetu walitufunza, ukiwa na chakula kwenye mdomo tunanyamaza, ama utasakamwa, sio? upande tunyamaza pale, kama viongozi tunakula na manajia anafanya nini? Anaumia. Lakini lazima kuwe na mtu ambaye anapiga kelele ila wa jamaa kuwa ni comfortable. Na lazima tutakaa kwenye upinzani. The, the United Movement ambao imetengeneza inaongozwa na Kalonzo Musyoka, Wiper, Biga Shagwa DCP, Martha Karua wa ile chama nyingine mm. na wale wengine, including deputy leader Eugene Wamalwa, mm. Do you believe kwamba mtatoa serikali? Kwa sababu e, katika mzunguko wote mm. wa siasa ukiangalia, mm. mm. hakuna upinzani ambao ushaitoa serikali ambayo wawapinani mm. amesema nini, nini yo, yo, yo, believe ndio anafanya watu wanakaa na dictatorship, na watu wanaogopa kwamba hatutamtoa mm. Sio jukumu la viongozi wa upinzani kuondoa serikali mm-hmm. kura zetu ni ngapi? Ni jukumu la mwananchi ambaye anapata matatizo kujua kwamba shida zangu zimeletwa na hii serikali na kama nataka kukuwa na tofauti kwenye maisha yangu lazima niondoe hii serikali. Mwananchi mwenyewe lazima believe. Lakini kama viongozi, kama wananchi ambao wanaumia wanatuuliza mtaitoa serikali kivipi, eh? Au yeye mwenyewe kwanza hajui kwamba yuko na matatizo. So lazima ajue kwamba haya matatizo yangu yanaletwa na uongozi mbaya. Na sisi wala ambao tuko kwa upinzani tunajua kwamba Wakenya wengi sana kwa sasa hawana furaha. Watu wanaumia sana. Ukiangalia mambo ya ushuru, Wala ambao wako na pay slip kwa mfano karibu 40% inarudi kwa serikali, si ndio? Angalia hali ya masomo ile yetu, inaitwa inaitwa CBC mara CBE mara nini uende, si ndio? Yule amepita kabisa anasema E1 hii imerudi kwa hii, hata watu wengi walipigwa sana wakati matwangeo yalipita. Mtu mmoja alitoka, mtoto amepita amepata i1 i1, anapigwa na mzazi. Maana hii ndio imekuwa eh, imekuwa reverse at least ndio mabadiliko. Angalia mambo ya sha, watu wangapi wako na bima ya hospitali? Sasa ukaenda hospitali, matatizo juu ya matatizo. Angalia hali ya ajira ya vijana, wangapi wako na kazi sasa hii? Na kama kazi ipo wanapeana kwa njia kisawa ama kuna mapendeleo? Haya ndiyo maneno wananchi wa Kenya wanayapitia kila siku, na upinzani tunasema kwamba tuko na suluhisho sasa. Tunaanza kuambia kwamba mtaitoa serikali kweli, kwani serikali ni ipi? Nanyi Ruto mwenyewe anasema kwamba yeye alishinda Raila ambaye alikuwa alikuwa na serikali, alikuwa anakuwa supporta serikali, sio nasema hivyo, mbona yeye anastolewe akiwa ako na serikali? Mfano huko hapa Kenya, Kenya kwenyewe Kenya wa. wa mm. eh, wanajiuliza maswali kwamba tangu mwanze katika kampeni yenu ya kuweza kusukuma serikali toke mamlakani mm. hamjaiweka eh, ajenda mm. hamjaiweka eh, hoja mm. kusema kwamba ile kusema kasongo hizo ni slogans tu, lakini wa elimu la mm, wa Kenya, tutafute njia za kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira, tuondoe mambo ya ukabila na mapendeleo katika taifa la Kenya, tupigane na mambo ya, ya ufisadi, tulete maendeleo equally katika taifa la Kenya, turudishe hadhi ya taifa la Kenya. Hiyo sio agenda ajenda muhimu sana kuhakikisha kwamba fedha za taifa la Kenya zinatumika vizuri, na adu tagi pia, tusukume tukimbizwe mbio na serikali ambayo ipo kutuambia kwamba ajenda. Maana ile swali ameniuliza, ile swali ambayo Ruto wanatuuliza hata jamaa wana ajenda, hawa watu ni wajinga, hawa watu hawana nini, hawajajipanga, hawana candidate. Hiyo sio kazi yake. Yeah, kwa wewe unacheza timu hii alafu natuambia sisi tuweke timu, kapteni ni nani? muko na mpango gani nyinyi? Na sisi wapinzani wako yeye atuwache sisi. Ile siku tutajitokeza sana kwamba candidate wetu ambaye anasimamia kiti cha urais ni huyu, na atashangaa sana. Hata ile majina wanataja hayo mengine, labda itakuwa huko. Atashangaa sana na tutamng'oa asubuhi mapema na tutamwangusha ile, ile kura ambayo atakijaribu kuiba hataweza. Maana sisi tunaamini tunaamini kama Wakenya kwamba taifa la like Kenya linahitaji mabadiliko. And for, for once tunataka, unataka ikuwe na mabadiliko ambayo ni, ni real, sio story tu. Mbona upinzani mko na shauku kwamba kura zitaibiwa huh? mbona huwa na mna, mna kwa sababu kura kwa kila mara, kila zinaibwa zinaibwa. Habari kura za Kenya zimekuwa zinaibiwa kila mara kila wakati wa kura zinaibwa kila wakati wa kura zinaibwa kura zimekuwa zinaibwa, una habari kura zimekuwa zinaibwa. Sasa IBC ndio inaiba kura kwa IBC kwa independent, wanajua wakati waleka ile panel ya ku kuchagua wale ma commissioners wa IEBC. Kulikuwa na interest nyingi sana mpaka hata watu wakaenda kotini. Kila mtu anataka aweke mtaki kwenye hiyo panel. Kwa sababu gani? Maana kila mtu hapo ana interest anataka chairman kama anaweza kumcontrol, commissioners kama anaweza kumcontrol. Sasa hizo ukiangalia ile commission unaweza kujua huyu chairman ni wa nani, huyu commissioner ni wa nani, unaweza kujua. Sisi tunawaambia hata kama walichukuliwa walichaguliwa kwa hiyo misingi, at the end of the day waje wajiangalie kama Wakenya na ujue kwamba wako na jukumu kama, wa Kenya, na wako na jukumu, kama refa. Eh? ya kutochukua upande huu ama upande ule mwingine, wakuwe nini? Wakuwe neutral, tutapatia the benefit of doubt, lakini hatulali pia. Maana magali makaratasi wanatengenezewa, tunajua kumekuwa shida, wengine walikuwa kule Venezuela wakafanya makosa kule. Hapa Kenya the same group ilikuja ilikuwa hapa kwa uchaguzi ambao uliopita tunaipiga msasa. Hatutaenda kwenye uchaguzi, ni kama tumefunga macho ama tuko usingizini. Tutakuwa macho wazi kabisa kwamba ile kura ya mwananchi for the first time lazima account. Ukipiga kura unajua nimepiga kura, na hii kura hii itapotea tu vile zingine zimekuwa zinapotea, alafu tunaanza kulia, watu wanapigana kidogo na fomu coalition government, nafanya mambo ya handshake. Hapana, saa hizo nataka kuwa na very clear win yeah, bila kuomba mtu kuja kusaidia kuunda serikali, clear win. Wale wapangi kwenye upinzani chukua hatamu ya hatamu ya uongozi. Mimi maombi yangu ni kwamba wale watu ambao walikuwa wanafanya kazi na chama cha KANU kwa hiyo miaka yote, hata wasiwe kwenye uongozi sasa hivi. Maana ya tabia ya ukanu iko ndani sana, hata mtu akikuja kama amevalia uh, uh, sare gani, ndani yake bado kuna, kuna ile kuna ile ile ukanu. For the first time tupige tu mabadiliko ambayo kila mtu anaona, kweli hapa hawa jamaa wako sawa. IBC inaanzisha another zoezi la usajili wa piga kura March 29, yes hilo mnalisemaje kwa wananchi ambao maybe hawajakuwa kujitokeza kuchukua kadi za kura? kwa sababu kuondoa mtu uongozini ni mm, kutumia demokrasia yes. Tunataka watu wetu ambao hawajachukua kura na kura inaanza kuchukua, kitambulisho, mambo ya vetting ya vitambulisho iliondolewa. Watu wanafikiri kwamba ni wasomali peke yao waliondolewa mambo ya vetting. Hata hapa hizi kaunti ambazo ziko kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, kama kule Lamu, mpaka wa Kenya na Somalia pia, watu wote ambao kwa sehemu hii waenda kachukua nini, vitambulisho, mambo ya kuwekea masharti mengi sana, hiyo mambo inatolewa. Na kisha pata kitambulisho uende uregister kama mpika kura, na mtu asikudanganye kwamba kutakuwa na kadi ambayo utapewa. Hiyo ID yako baada ya kuregister ndio nawe kadi yako ya ya kura, so mtu asikudanganye kwamba leta ID ni kuwekee kuna kadi nyingine utapewa ya kupika kura Aa ah, ah, ile ID hakuna kadi nyingine, ni ile ID ndio inakuwa ya kupiga kura baada ya kusajiliwa. Na kuleta mabadiliko, lazima watu wetu pia wachui, wajisajili, kwa sababu kama unampenda mtu inafika siku ya kura huna kura kwenda kupiga kura, inamaanisha kwamba umpigia yule mwingine si ndio? Maana kama ungepigia mtu wako ule unapenda angeshinda ah, lakini kwa sababu hujampigia by default mwingine ut, ut, kura atakuja baadaye. Uwezi kuja baadaye. Kwa mvumilivu, kaa kwenye foleni, piga akura, kura kura za zako, zitalindwa vizuri. Tulete mabadiliko katika taifa la, la Kenya. Nashukuru sana mkua na nwishu Mheshimiwa Trans Nzoia, Mheshimiwa Gavana Natembeya. mm -hmm. tumeweza kuzungumza naye masuala mawili matatu natakomea mm -hmm. hapo. Hii unaotegea unaotazama ni Coco FM ii. mm -hmm. Naitwa Mwaka Msumi na nilikuwa na mheshimiwa George Natembeya. Asante sana na hii Kilifi tutakuja kupiga siasa tu. Mm. Mngaro -hmm. mm -hmm. lazima aingie kwa tawe. Coco FM. Ladha ya pwani.